Sawa, hebu tushuhudie, hii ipo miti inayodaiwa kuwa ina uwezo wa kutembea hmm. Umeshangaa eh? Ipo inayoweza kukuchoma na miiba yenye sumu kali, na ipo inayoweza kudondosha vitu hatarishi zaidi, na ipo mingine hulipuka na mingine inaweza kusababisha kabisa upofu wa macho yako. Ni ngumu kuamini, lakini yote kwa yote, hii ni miti. Tumezoea kuona tu kwamba miti mingine inakua inaweza kutoa yani, majani na kuuputisha majani unapokutana nayo porini ni hatari zaidi. hmm. Lakini tuanze na mti huu usio na madhara. Kwa kawaida tunaamini kwamba miti huficha mizizi yake chini ya ardhi. Hata hivyo, mti huu huacha mizizi yake wazi kabisa na nje, na kuonekana kana kwamba umesimama juu ya ardhi. Umeshangaa eh? Cha kushangaza zaidi ni kwamba huonekana kana kwamba unatembea. Leo unaweza kuona ukiwa sehemu moja, lakini baada ya miezi kadhaa unaonekana kana kwamba umehama, na ni kweli kusogea taratibu sana, lakini ikumbukwe kuwa miti huishi kwa muda mrefu, hivyo haina sababu ya kuharakisha kusogea pole pole. Jina la mti huu linafahamika kama mtende unaotembea, yani walking palm, unaopatikana katika misitu ya mvua ya amerika ya, amerika ya kati, amerika ya kusini. Na cha ajabu zaidi, endapo mti mwingine utaanguka juu yake, ya mtende huu huweza kujinasua kwa kukuza mizizi yake mipya na kujisimamisha upya na kuanza kusogea. Umeshangae, lakini sasa kwa uhali sia miti hii haitembei. Kinachoonekana kana kwamba inatembea ni udanganyifu wa macho unaosababishwa na mizizi yake mirefu. Wataalamu walichunguza kwa kina na kuthibitisha kwa kina, mti huu hauhami kutoka mahali unapopandwa. Lakini kinachotokea ni kwamba unapopoteza mizizi yake huotesha mizizi mpya upande mmoja ili kujiimarisha zaidi. Umeshangae! kama unajua chochote kuhusiana na mti huu unaotembea tuandikie komenti yako. Presenta Amos.